Wafanyabiashara nao mjini Nanyuki wamelalamikia kero ya taka, jambo lilosababisha uchafu mwingi kutapakaa katika sehemu nyingi mjini humo. Wanasema kwamba kwa kipindi cha majuma matatu taka mjini Nanyuki hazijazolewa na, hazija na imewabidi wengine wao kufunga biashara zao haswa zile za vyakula, huku wengine wakifanya kazi kwenye mandhari chafu ajabu. Meneja wa manispaa Nanyuki Anthony Rukwaro amekiri kwamba kumekuwa na changamoto ya uzoaji taka kwa ajili ya mvua kubwa Japokuwa wamerejea kuzoa taka, wengine sasa wanasema wako katika hatari ya kupata magonjwa yanayotokana na uchafu huu, wakirai serikali kufanya ima kuzoa taka kabla hali haijakuwa mbaya zaidi. Nimeshindwa kufungua kazi kwa sababu ya hii dustbin imenizuilia. Sijafungua jana, leo na hata kesho, sina upya kufungua kwa sababu kastoma wamepotea, hawakuli kwa sababu ya hii uchafu. Ninaona watu wote sasa, kwa sababu majani takataka yenye kosa ya kuchukuliwa yote inakuja inatupwa mahali hapa. Sasa ikitupwa mahali hapa, yani main stage matatu zote ziko mahali hapa, abiria wako mahali hapa, wafanyikazi wako mahali hapa, ile harufu iko mahali hapa. Ni harufu mbaya sana kwa sababu ya hii, hii mtakataka inatupwa mahali hapa. Hatukai vizuri, afya yetu haiendelei vizuri kwa sababu, ukiangalia kama hapa tuko hizi garbage sasa, zimetakataka ziko na inzi ziko na nini zinaweza inaweza sababisha maugonjwa. E, ma ma ma kwanza ni ombe msamaha kwa watu wa Nanyuki. For, kwa wiki tatu hatujakuwa tukiokota takataka. Kufagia tunafagia town, we are beautifying the town, lakini hatujakuwa tukiokota takataka for the last 3 weeks kwa sababu kumekuwa na mvua mingi sana. Hiyo mvua, all that maji inakuja kwa dump site. So dump site site so haiko accessible <coughs> na